Habarini wachimbaji wenzangu, leo nipo hapa kuzungumzia mambo kumi yanayoathiri sana biashara ya wa wachimbaji wengi. Mambo haya yamewarudisha nyuma, wasiendelee katika uchimbaji na kurudi katika umaskini hata baada ya kupata faida kubwa na hela nyingi. Mambo haya nitayazungumzia moja baada ya jingine. Jambo la kwanza kabisa ni ujahili wa kibiashara. Wachimbaji wengi wanaingia kwenye uchimbaji bila kuelewa msingi wa biashara. Athari ya hili Mwisho wa siku wanauza kwa hasara au wanadanganywa. Na suruhu katika hili ni kujifunza biashara, iliwa mikataba ya bajeti na thamani ya kazi yako. Mfano, fikiria mtu anachimba wiki mbili, akipata mawe mazuri, kisha anauza haraka bila kujua bei ya soko. Baadaye anasikia aliuza chini ya thamani mara tatu, ndipo nagundua kuwa uchimbaji sio nguvu tu, pia ni maarifa. Jambo la pili ni kutokujua thamani halisi ya mawe ama ozi. Wachimbaji wengi wanauza mawe ghafi bila kuyapima. Athari yake, wanaishia kuuza mawe yenye thamani kama mawe ya kawaida. Suruhisho ni kwamba kila gunia la ore lichunguzwe maabara au kwa mtaalamu kabla ya kuuza. Mfano, wakati mwingine mtu anaona mawe yake ana dhahabu kwa macho, akauza mapema. Baada ya muda anasikia wale waliyachukua wamepata dhahabu ya thamani zaidi hapo ndipo anajifunza kuwa jicho pekee sio kipimo cha thamani. Jambo la tatu ni kutotumia teknolojia kisasa. Wengi bado wanategemea majembe na nyundo bila mashine. Athari yake, dhahabu nyingi inapotea kwenye mabaki na uzalishaji unakuwa mdogo. Suluhisho ni watu watumie teknolojia bora kama crusher, ball mill, shaking table au cyanidation. Mfano, mtu akiamua kujaribu mashine ya kisasa, anashanga kuona ile dhahabu alikuwa anaipoteza inarudi. Teknolojia inafanya kazi ile, lakini kwa ufanisi mkubwa zaidi. Jambo la nne ni kutegemea madalali ama middlemen. Wachimbaji wengi wanauza kupitia madalali wanaopanga bei yao wenyewe. Athari yake wachimbaji wanaobaki na kidogo, madalali wanapata fedha zaidi. Suluhu ni watu waungani wachimbaji waungane. Ungana na wachimbaji wenzako, uza moja kwa moja kwenye soko au kwa kampuni zilizosajiliwa. Mfano, watu wakijipanga kwa pamoja na kuuza wao wenyewe, wanagundua bei inakuwa mara mbili zaidi ya ile waliozoea kupewa na madalali. Ushirikiano unaleta nguvu wachimbaji. Jambo la tano ni kutokuwa na ushirikiano kati ya wachimbaji, kila mtu anafanya kivyake, hakuna umoja hasara yake ni kukosa mitaji, vifaa na nguvu ya kujadiliana sokoni. Suruhu: unganeni kwenye vikundi, shirika au vyama vya wachimbaji. Mfano, watu akiamua kuungana, mmoja akaleta mashine, mwingine akaleta mafuta, mwingine uzoefu, wanazalisha zaidi. Kila mmoja ana nguvu, lakini umoja unazalisha matokeo makubwa. Jambo la sita ni kutoheshimu sheria na taratibu za madini. Wengi wanachimba bila leseni ama vibali halali. Hasara yake migodi hufungwa, mashine hukamatwa na hasara kubwa kutokea. Suruhu katika heri na wasihi kufuata sheria, sajili mgodi, ilipa ada, anazingatia kanuni zote. Mfano, wakati mwingine mtu anachimba vizuri tu, lakini ghafla shughuli zote zinasimama kwa sababu hana vibali. Ni hasara inayozuilika kwa kufuata taratibu mapema. Mchimbaji, unangoja nini kufuata taratibu? Jambo la saba ya kutojali afya na usalama kazini. Wachimbaji wengi hawatumii vifaa vya kinga, na hili ni jambo kubwa, janga kubwa sana hapa Tanzania. Wachimbaji wengi wanachimba holela holela pasipo kuzingatia hili. Athari yake ni ajali, majeraha na magonjwa ya kutokea mara kwa mara. Suluhu ni wasii, vaeni vifaa sahihi, hakikisha hewa na miundombinu ya migodi ni salama. Mfano, mara nyingi ajali hutokea bila kutarajiwa, mtu a au madhara huwa makubwa lakini wale wanaojali usalama wanadumu kazini kwa muda mrefu kwa amani. Jambo la nane ni matumizi mabaya ya ya migodi. Baada ya kupata fedha wengi hutumia hovyo kwenye starehe. Athari yake fedha zinaishia, hakuna maendeleo, ela zinaishia katika uzinzi, ulevi na nasa zingine. Suluhu katika hili ni tenga sehemu ya faida kwa uendeshaji wa migodi, akiba na uwekezaji mwingine. mfano wakati mwingine mtu anapata hela nyingi kwa mara ya kwanza akaanza kusherekea badala ya kuwekeza. Baada ya miezi mitatu anaanza upya. Uwekezaji ni akili na sio bahati. Jambo la tisa ni kutokuwa na taarifa sahihi za soko la dhahabu. Watu wanauza bila kufuatilia bei za soko la dunia, wanauza chini ya thamani halisi ya wakati huo. Suluhu ni kufuatilia taarifa za kila siku za bei ya dhahabu kupitia vyanzo rasmi au mitandao ya, ya wachimbaji. Mfano, mtu anayefuatilia bei anajua wakati wa kuuza na wakati wa kusubiri. Wanaofuatia bei kupitia akaunti yangu ya Instagram ya Jacob na JHM Legacy kwa TikTok ama Facebook pia wanajua hili kwamba kila siku anapata fursa kujua bei, na usisahau wikendi panakuwa kimya, kwa sababu kimataifa ya kufungwa. Taarifa inawaongezea faida wafuatiliaji. Swara kumi ni hofu ya mabadiliko na ubunifu. Wengi wanaogopa kujaribu mbinu mpya au kutumia mitambo mpya. Athari yake wanabaki nyuma, wakati wengine wasonga mbele. Suluhu ni kukubali kubadilika, jifunze teknolojia mpya, jaribu njia mpya za biashara. Mfano, mtu akiamua kutumia njia mpya ya kusafisha dhahabu au hata kutangaza shughuli zake mtandaoni, anaona matokeo tofauti kabisa. Wale waliobaki na mazao anashanga kwa nini anaendelea hivyo. Basi, Tupo katika dunia ya teknolojia, ni vyema tuwekeze teknolojia katika uzalishaji pia, katika kutangaza masoko, usafirishaji, kila hatua ya uzalishaji enda na teknolojia. Chimbaji wenzangu, haya ni mambo tunayoona kila siku. Mafanikio yatoke tu walizini, yanatoka kwenye akili na mtazamo. Jifunze ubadilike, tushirikiane, tutaunda kizazi cha wachimbaji wa kisasa wenye mafanikio.